Kwanza kabisa kama una degree na unajiunga na jeshi la polisi, mara nyingi unaanza na cheo cha afisa mdogo, yani Assistant Inspector of Police. Je, mshahara wa polisi mwenye degree ni kiasi gani? Kwa sasa polisi mwenye degree analipwa wastani wa laki nane na elfu sitini kwa mwezi. Hii ni basic salary lakini kuna vitu kama posho, vitu kama housing risk allowance na posho zinginezo. Nafasi ya kupanda vyeo. Ukifanya vizuri, una nafasi ya kupanda cheo hadi kuwa mfano inspector na kuendelea, na kadri unavyopanda cheo ndio mshahara unavyoongezeka.